Ni moja ya makocha wa kizazi kipya, tunasema uh, makocha wa kizazi kipya ambao wanakuja na maarifa ya kisasa katika mpira wa miguu. Kwa hiyo kuna generation fulani hivi ya makocha wa kiafrika wakubwa ambao wamesha prove, wanapita, unakuja upepo mwingine wa makocha vijana. Leo hii klabu nyingi za afrika kubwa aziangalii tena CV yako, ulifanikiwa kubeba ubingwa wa afrika mwaka gani, ulibeba shirikisho mwaka gani, awaangalii tena huko wanaangalia uh, uwezo wako wa ufundishaji, unaadapti maarifa ya kileo, mpira wa kileo unacheza hivyo hapo. uh, nazunguka makusudi ili mtu apate mm, picha ya huyu kocha. Naam. No. Ukiangalia timu kubwa kama Ahli. Ahli ni timu kubwa ambayo ilimchukua Jose Riveiro tu hivi juzi. Walimtoa Orlando Pirates. Mm. Ni kocha ambaye hajawahi kubeba ubingwa wa Afrika popote kwenye CV yake. Lakini just imagine kwa nini Ahli wamemchukua yule kocha Miguel Cardoso walimchukua uh, Mamelodi Sundowns lakini uh, msimu mmoja nyuma alicheza fainali ya, ya Champions League dhidi ya Ahli, akubeba ubingwa lakini alicheza fainali. Kwa hiyo leo hii tunazungumzia taifa kama uh, klabu kama kama uh, Raja ni klabu kubwa, lakini wamemchukua uh, Fadu Davids. Fadu Davids ajaye kubeba ubingwa wa Afrika, umenelewa? mm -hmm. Sasa Dimitar Pantev uh, Simba walichokiona ni kocha mwenye maarifa ya kileo, ni hawa makocha wa kisasa vijana, ambao ndo wamekuja wanataka kufanikiwa. Ukisema kachukue makocha ambao wamesha prove sana maeneo mengi, ndo atakuta kina Lamine Ndiaye. TP Mazembe wamemchukua kocha ambaye aliwapa ubingwa elfu mbili na kumi kwa sababu alitupa ubingwa huo, hebu tumchukue hapa. Kwa hiyo watu wa, wa, wa, wa na Simba wadau wa, wa mpira, picha ambayo wanatakiwa kuiweka kichwani ni kwamba amechukuliwa kocha wa mpira wa kisasa licha kwamba hajafundisha klabu kubwa nyingi na hayupo Afrika kwa miaka mingi, lakini kilichoonekana katika timu yake yenye bajeti ya chini kwenye muktadha wa kimataifa, kwa sababu tunapozungumzia Gaborone United unazungumzia timu ambayo uh, kwenye anga la ndani ndani ya Botswana ni timu ambayo imefanya uwekezaji wa kutosha kuwa mabingwa, lakini tukija katika muktadha wa kimataifa bado ni timu ndogo sana kwa kikosi ambacho wako nacho, uh, huyu maana yake ni kocha ambaye ana potential kuna kitu kipo ndani yake ambacho kimeonekana kwenye timu za low budget. na ukipress nyuma, za... muda upo. muda upo. okay. <laughs> ukirudi nyuma zaidi unakuta alitokea bulgaria akenda kufundisha mpira asia afrika alikuja kwenye kikosi cha victoria united, ya Kamerun. Kamerun. <laughs> yes hapo victoria united ambako alifundisha hii timu inatokea katika mji wa limbe Limbe ndio huku tunasema kusini magharibi mwa Kamerun, mm. kwenye miji ambayo inaonekana sio ya kimpira sana, na limbe wenyewe hawajawahi uh, kutoa bingwa wa ligi ya Kamerun. Ni mji lakini haujawahi kutoa bingwa wa ligi ya Kamerun. Yeye yeah, ameenda kwenye hiyo timu ambayo bajeti yake ni ya kawaida na amefanikiwa kubeba ubingwa wa ligi ya Kamerun. Ubingwa wa Kamerun mara nyingi umekuwa ukienda kule Yaunde Yaunde sijui Bamenda kule Garua kule ambako inatokea Coton Sport ndo zinatokeaga, lakini kwa upande huu wa chini huku inaonekana sio eneo la kimpira sana, yani huku at least Duala Duala ni mji mkubwa, lakini na wenyewe pia uh, ukilinganisha na Yaunde au Garua bado kule ni wakubwa zaidi kisoka kuliko huku chini. Kwa hiyo amefanikiwa kubeba ubingwa wa ligi kuu ya Kameruni mbele ya timu nyingi kutoka katika maeneo ambayo anaonekana ni ya kimpira, na amewekeza sana kuliko eneo ambalo yeye eneo ambalo yeye alikuepo kwa maana ya Limbe. Kwa muktadha wa nyumbani huku, mkoa gani sio wakimpira huko, hakuna yote ya kimpira huku kwetu, yote ya kimpira, si ndio, sio?